Unamteki kama diwani ambao tungeweza kupeleka malalamiko kwake. Mi, mimi mwenyewe hata kwa sura simjui, hata nikutana naye hapa barabarani simjui huyo. Alitakiwa afukuzwe utandiko viboko. Mbunge amna kitu hapo, ni mbunge kivuli huyo. Haya, toka aende bungeni, amezungumzia kitu gani cha kuleta maendeleo katika jimbo lake? Hataje kitu kimoja tu ambacho ameshapata kukifanya. Wananchi wanaoishi katika mtaa wa Madukani kata ya Sinoni mkoani Arusha wamelalamika takataka kuachwa kwa muda mrefu bila kuzolewa, huku wanadaiwa ushuru wa kuzoa takataka hizo, hali ambayo imewapelekea wao kupata harufu kali katika maeneo yao. Manara TV tumefika eneo hilo na kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, wakimlalamikia mkandarasi mpya aliyepewa jukumu hilo. Hizi taka zinatuathiri sana, ukiangalia hapa pana watoto Magonjwa yapo unakuta mapampasi. Wakati huo huo mvua ikinyesha, maji unakuta yanasambaa kila mahali, unakuta watoto wanachezea wanafanya nini. Kwa hiyo imekuwa ni kero kubwa. Huyu jamaa aliyepewa itenda, nadhani alikuwa hana vigezo, nadhani alikuwa na nguvu juu inayomsukumia pewe kwa ajili ya wana, kwa sababu wanazozijua wenyewe ndio maana hapia attention kwa watu kwani unamteki kama diwani ambao tungeweza kupeleka malalamiko kwake. Mi, mimi mwenyewe hata kwa sura simjui, hata nikutana naye hapo barabarani simjui huyo. Alitakiwa afukuzwe utandiko viboko, kwa sababu kuna wengi wanaomba, wanaomba uongozi, naomba kuwa diwani, lakini ukimwambia wajibu wako kama diwani ni upi? The buggers wewe unaomba kitu ambacho huwezi kujua wajibu wako ni upi? Hebu tuangalie wanavyoteua viongozi, wateue viongozi ambao ni makini, watakaosikiliza wananchi, wajue kero zao ili waweze kuzitatua, mbunge wote wote, diwani. Sasa kama mtu amechaguliwa, ndio kipindi kinaisha, ndio tunafikia uchaguzi, toka ombe ile kura apewe mpaka leo hata kwa sura tujapata kumwona, utasema una diwani huyo, diwani ni diwani mfu hata kipindi hiki kwa sababu hajui kero tunazozipata kutokana na kupitishwa hata maboga, viongozi wanaochaguliwa na wananchi. Kwa sababu unavyochaguliwa na wananchi, wanajua utendakazi wako, ndio maana huyu anakupa, huyu anakupa, ingawaje ni majirani, wanajua wewe ni chapakazi. so, unaenda kutuchomolea kitu huko, atukijua hata tabia yake hatuna, hatujakipigia kura, kinapitishwa tu. Mbunge hamna kitu hapo, ni mbunge kivuli huyo. Ha, toka ende bungeni amezungumzia kitu gani cha kuleta maendeleo katika jimbo lake? Hataje kitu kimoja tu ambacho ameshapata kukifanya, tunataka tujue, alisha alishasema nini kifanyike angalau tuonekane tuna mbunge. Hajafanya kitu chochote, wala kulisikiliza kwenye bunge alichangia mada liko liko, tunangojea padei mwambie, juzulu, a, a, a, hii miezi mitatu asichukue fomu asichukue fomu, sijui labda labda labda. Sasa kwa vile tunaongea, mkuu wa mkoa naye ajue kuwa tuna hiyo kero na watu walionao huko chini ni mzigo kwake, nahatirasi lawa, lawama zote zinaenda kwake, jiji ni lichafu. Anaitwa Mama Mariam Tarima au Mama Amina. Tumechoka na hizi takataka, ni kila siku paka watoto wetu wanachezea matakataka yanakaa. Hii ni wiki ya tatu, matakataka hajazolewa kila siku. Tunapoongea wanakuja kudai hela za taka, wanachukua elfu mbili zetu, lakini matakataka wachukui. Wakitukuta tumebeba matakataka tunaenda kupeleka, wanasema rudisheni matakataka nyumbani, lakini elfu mbili zetu kila siku wanakuja kuziokota hapa, kila mwezi ukifika. Naisha tumechoka, watoto wetu wanateseka, wanapata marazi kupitia haya matakataka. Ukiangalia mambwa paka mferegini yamekufa, ya huko yametupwa. Watu ukiwaambia wanakuja juu. Tumechoka. Tunaomba kama itenda ameshindwa aseme, wachukua watu wanaweza kufanya kazi. E, tumeshindwa kufanya, tunashindwa kuvumilia. Tukipata kipindupindu hapa tunatumia hela nyingi kutibu watoto wetu, angali sisi tunakaa ni wakazi wa hapa, tumechoka. Hii sio mara ya kwanza ama mara ya pili, hii ni wiki ya tatu ya matakataka yamekaa hapo. Imagine tuna watoto wadogo, tufanyaje sisi? Tunaombeni msaada yenu, tuna yani, kama mnavokereka hapa mnavopata hii harufu, na sisi ndo tunapata. Hata ndani kwetu tunashindwa kufungua madirisha, tunashindwa kukaa kwa amani, yani tunaomba mtusaidie kwa kweli. Kwa hili sisi wenyewe andishi wa habari tumechoka, tumechoka na huu mtaa, yani tumeuchoka kiujumla. E, kama hawawezi kuchukua taka wampe mtu anaweza tenda, kwa sije wakatudai sisi hela zetu, alafu mataka taka yachukuliwe. Tunaomba yani wasije wakatudai hela taka, kwa sababu mimi mtu anakuja kunidai hela taka anajibana na 2000 yangu kwa shida, alafu mataka taka yanakuwa pale na watoto wadogo. Je, watoto wakishika, kama hata watoto na wajukuu wanavoshika ile matakataka, mwisho siku akipata wa kipindupindu, sinaambua mama mchafu, lakini uchafu wao ndo umemwagika barabarani. Tunaomba mtusaidie kwa hili, ni hayo tu. Hey, na mara ya kwanza ilikuwa alikuwa ameshika mwenyekiti wa mtaa ambao alikuwa ni Modesti. Sijui wenyewe wamefanyiana wenyewe figisi zao huko wenyewe wanajua wakanyang'anyana tenda. Kipindi ya Modesti ulikuwa kuti matakataka hata kama yakichelewa ni yamechelewa tu leo lakini kesho yametolewa. Ila matakataka angalieni pale, imagine yale matakataka paka yanatoa paka wadudu. Eh? Yanatoa mpaka wale wadudu. Lakini ile kama ilikuwa huyu jamaa ameshindwa tenda. Jamaa mwenyewe hata sio huko, nasikia ni Meru huko. Imagine mtu anakaa Meru unampa tenda sokoni wani. E eh, uh, eh, yuko Meru anawajuaje huku ana soko juzi. Tumewaoji tukawaambia hivi, mnakuja uchukuela taka tukipeleka takataka pale tunarudishwa, je mnataka sisi takataka tupeleke wapi? Wakatujibu akatuambia wakatu, yeye ana kituo chake, tubebe takataka hapa tupeleke paka kule Mnaravoda. Imagine unaweza kubeba takataka kutoka hapa paka Mnaravoda, si haiwezekani? Kwa hiyo sana naomba mtusaidie kama itenda imemshinda. Hawa wanaogawa tenda kama wanampa tenda mtu kwa kuangalia waangalie wampe mkazi ambaye wa hapa hapa. anaweza kuangalia mtu anakaa Meru anaishi huko anapajuaje kuja kubeba chafu. Eh, magari yenyewe ni mabovu. Hebu muangalie kuna magari mazuri ambayo yanawezekana kufanya, kufanya, kufanya kazi ya usafi. Lakini hivi, jamani, mnatutesa sisi wananchi. Eh, tumewachagua viongozi viongozi wetu wa mtaa wapo, kama wapo, nao si wanaliona hili swala? Si wanaishi hapa, kwani wako mbali? Basi naomba tusaidieni kwa hili. Diwani mwenyewe mimi sijai mwona tangu nimemchagua, sijai mwona diwani diwani, mimi sijaimwona tangu nimemchagua. Siku amekuja nilimwona diwani, siku amekuja hapa kuandikisha nani kuja alikuja kuomba kura kwenye uwanja huu huu hapa na tulitoka, mimi nikiwa kama nani, tukatoka nyumba hadi nyumba kumwombea diwani kura, na alituahidi vitu vingi sana lakini mpaka sasa hivi hatujamwona huku Sokoni wani huyo diwani hata mara moja. Kwa majina anaitwa Gustaf Shafuri, ni mkazi wa eneo la Sokoni wani. Aa, ni ukweli kwamba tunaathirika sana na hizi takataka ambazo zinawekwa ndani ya wiki nzima kwa mfano kama kwenye mwezi huu mwezi mzima huu ukizunguka kwenye mtaa wa Sokoniwani, yani takataka zimekuwa nyingi sana kiasi kwamba tunakereka, kuna mazalio ya nzi, yani kunakuwa na shida mbali mbali, tuna harufu zina harufu inakuja inaingia kwenye ofisi zetu, hicho ndio kinachotusumbua. Na gari ni moja tu, hiyo gari ni Scania, na ile gari kwenye mt, ni, ni mbovu haswa, ilikaa wiki nzima hapo hapo annex ilikaa wiki nzima hapo ikiwa imeharibika na takataka zake. Baada ya hapo, hatujui kinachoendelea sasa, kwamba aliyepewa tenda hii ni nani, na sisi tunaathirika. Watoto wanacheza wakati mwingine wanaingia kwenye madampo huko wanacheza, kama mnavyoona watoto hapa. Mimi ninachoshauri huyo aliyepewa tenda ya kuondoa takataka, takataka ziondolewe kwa wakati. Hii imemshinda eh, maana hii huyo aliyepewa hii tenda ni kama hii imemshinda. Lakini wakati wale ambao walikuwa wameshika hii tenda mara ya kwanza walikuwa wanamudu. Yaani kwa mfano kama saa hizi hapa unakuta hizi takataka hazipo. Yaani kizikisha huko ile saa moja unakuta gari tayari ishapaki hapo na matakataka zishaondolewa. Ndio tunalipa hela ya takataka kila mwezi. Kwenye ofisi kama hivi tunalipa shilingi elfu tano tano. Lakini kwenye makazi huko wanalipa shilingi elfu mbili mbili. Ndio. Lakini takataka haziondolewi. Ah, mimi ninachoshauri mwenyekiti wetu ambaye ni Modesti asimamie hili swala ambaye ndio mwenyekiti wetu wa mtaa. Asimamie hili swala na takataka ziondoke kwa wakati, kwa wakati ambao unastahili. Mariam Sifaeli Minja ni balozi shina namba 78. Shida yetu sisi tuna kero mbili zinazotusumbua kwenye mtaa huu. Taka hizi mnazoziona hizi zinawekwa Jumata, Jumatano, Jumamosi na hazichukuliwi, kama tulizoweka pale Jumamosi, ndio jana ilikuja gari ya manispaa ikazibeba hizi hapa unazoziona mpaka sasa hivi ndio hivi lakini, wakati mwenzake yule mwenyekiti alipokuwa anatoa hizi taka mambo yalikuwa mazuri, zikishindikana ni siku moja, kesho mambo yameisha. Lakini hii imekuwa kero, kipindupindu kiko mbele ya macho yetu, wala hatuogopi, tunasema kweli. Na hawa raia wanatoa hela ya taka, sio kwamba hawatoi, wanatoa. La pili linalotusumbua ni haya maji unayoyaona hapa. Haya maji sio maji taka, ni maji safi yanatiririka kuanzia pale juu kuja huku. Sio leo, sio kesho, ni kila siku, mchana na usiku. Siku maji yakikata, pap, na maji hakuna, lakini yakirudi maji hayo na mimi mlangoni kwangu nikitoka tu hivi nakutana na maji, najua leo maji yako bombani. Kwa hiyo tunachoomba jamani, mtusaidie, haya maji yanayotiririka mchana na usiku, yasiyolipiwa na sisi tunalipa bili, basi haya yarudi kwenye mfumo, ili maji haya yatumike kwa wananchi. Hicho kweli, naomba mtusaidie.